Umoja wa mataifa UN umetoa taarifa yake kufuatia matukio yaliyojitokeza siku za hivi karibuni ikiwemo madai mbalimbali pamoja na madai ya familia za waathiriwa kutopatiwa miili ya ndugu zao waliofariki katika siku ya maandamano ya Oktoba 29, 2025. Kwa mjibu wa taarifa iliyotolewa na umoja wa mataifa umesema kwamba ofisi ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu imesema ina wasiwasi kuhusu taarifa za vifo, majeruhi, watu kupotea na kukamatwa katika muktadha wa uchaguzi wa tarehe 29 Oktoba nchini Tanzania. Kamishina mkuu Volker Turk ametoa wito wa familia kupata taarifa kuhusu upendo wao, kuheshimiwa kwa haki za msingi kama uhuru wa kujieleza na kukusanyika kwa amani na uwajibikaji. UN Human Rights pia imetambua kuwa serikali imeanzisha uchunguzi kuhusu matukio ya baada ya uchaguzi na imesisitiza kuwa uchunguzi huo uzingatie viwango vya kimataifa ikiwemo uhuru, kutopendelea upande wowote, uwazi na ulinzi kwa wanaotoa ushirikiano. Tangu katikati ya Novemba kumekuwepo pia na taarifa za kukamatwa kwa wasomi, viongozi wa kisiasa na watendaji wa asasi za kiraia. Ofisi inatoa wito wa kuachiliwa mara moja kwa wote waliokamatwa kiholela.